Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imechukua hatua ya kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan la kujiimarisha kisheria kuwaongezea uwezo watendaji wake katika majadiliano na usimamizi wa mikataba inayoingia baina ya serikali na wadau wa maendeleo ndani na nje ya nchi kwa kuitisha mafunzo maalumu ya siku tano yatakayohusisha mawakili 300 wa serikali. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake hii leo, Machi 19, mwaka 2025, mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa Hamza Johari, amesema mafunzo hayo ya siku tano yatafanyika jijini Arusha kuanzia Machi 24 na kuendeshwa na wakufunzi wa ndani na nje ya nchi, yatashirikisha mawakili wa serikali kutoka ofisi hiyo, wizara, taasisi, idara na mamlaka za serikali za mitaa nchini kote. Kwa mwaka huu tutakwenda Arusha na mawakili wote wa serikali tumewaalika, na mwitikio ni mzuri, mwitikio ni mkubwa, ambapo kwa kipindi cha, cha siku tano kuanzia tarehe tarehe 24 mpaka tarehe tare 28, tare tutakuwa tunafanya hayo mafunzo. Mafunzo haya, ndugu wanahabari na wananchi kwa ujumla, yataendeshwa na wanasheria wabobezi wa ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mada tofauti tofauti. Eneo la kwanza ni eneo hilo ambalo Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza kila siku katika kuimarisha uwezo wetu katika eh, uandishi, uingiwaji na majadiliano ya mikataba mbalimbali ya kimataifa au hata ile ambayo sio ya kimataifa. Sasa nini hasa misingi ya mikataba hii? na unahitaji kuwa na ujuzi gani maalum katika kuendesha majadiliano kwenye meza ya majadiliano? Nini ni miiko katika meza ya majadiliano? Vitu gani unaweza kufanya, vitu gani unaweza usifanye, vitu gani vya kuzingatia, vitu gani uvitarajie unapokuwa kwenye meza ya majadiliano? Kwa sababu majadiliano ni pande mbili, kwa hiyo kila upande unataka uvutie kwake. Kwa hiyo umahiri huo kuboresha na sisi kama wanasheria tukajikumbusha na kujifundisha tukawa wabobezi, utapelekea e, uwezo wetu katika meza ya majadiliano uende kuimarika zaidi. Na kama mnavyofahamu Mheshimiwa Rais anazidi kuifungua nchi. Wigo wa uwekezaji unazidi kupanuka. Maana yake ni kwamba mikataba itaendelea kuwa mingi na yenye mambo mengi ambayo sisi kama wanasheria ni lazima tuhakikishe kwamba tunanyumbulika na kasi hiyo. Na wote tunafahamu dira ya mwaka elfu mbili na hamsini ilizinduliwa, pamoja na mambo mengi mle yanayozungumzwa kwenye dira, ni lazima sisi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tuboreshe umahiri wetu katika maeneo mbalimbali yakiwemo maeneo ya mikataba. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali amewataka waajiri katika wizara idara, taasisi na mamlaka za serikali za mitaa kutoa ruhusa kwa mawakili wao ili waweze kushiriki katika mafunzo hayo muhimu. Nitoe sasa wito kwa mawakili wote wa serikali ambao bado kwa namna moja au nyingine hawajajisajili wakafanye hivyo haraka sana. Hawa wawezeshaji wa kimataifa tumewatafuta kwa mbinu kubwa mpaka kupata wao kukubali na wamekubali, watafanya hivyo sasa. Usikubali kukosa kama wakili wa serikali, na tuna imani kabisa kwamba baada ya siku zile tano, tutakapotoka pale tutakuwa tume tumeongeza uelewa wetu zaidi katika, katika sekta hii ya sheria. Mwanasheria mkuu wa serikali ametumia mkutano huo kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza miaka minne ya uongozi wake ambapo amesema katika kipindi hicho taifa limepata mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali mbali. Kwa niaba ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu kwa kutimiza miaka minne lakini na kumpongeza kwa kazi nzuri ya uongozi wake ambayo ameifanya kupongoza taifa letu, na wote tunafahamu mpaka sasa mafanikio makubwa ambayo ameweza kuyafanikisha katika uongozi wake. Tumeshuhudia mambo mengi makubwa, tumeshuhudia miradi mikubwa mikubwa inayogharimu fedha nyingi, tumeshuhudia mikataba mikubwa mikubwa ikiingiwa katika utekelezaji wa miradi hii na sisi kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tumekuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunatimiza majukumu yetu ya kuisaidia serikali katika maeneo hayo. Kutoka Dar es Salaam, hii ni GMTV.